Mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano mvutano kati ya Israel na Irani umefikia kilele cha hatari ambapo mji wa Haifa umelengwa na mashambulizi makubwa ya makombora kutoka Irani. Mashambulizi haya yamekuwa sehemu ya, sehemu ya mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia operesheni ya Israel iliyoanzishwa dhidi ya miundombinu ya nyuklia nchini Irani. Haifa, mji wa tatu kwa ukubwa nchini Israel, ni muhimu kwa kiuchumi, kijamii na kiusalama, na mashambulizi haya yameleta athari kubwa kwa taifa zima. Haifa ni mji wa kaskazini mwa Israel ulioko kando ya bahari ya Mediterania na ni lango kuu la biashara la nchi hiyo. Mji huu una na historia ndefu na tajiri, ukiwa na mchanganyiko wa tamaduni na dini. Kulingana na makadirio ya mwaka 2020, Haifa ilikuwa na wakazi wapatao laki mbili na elfu themanini ikiwa ni mji wa tatu kwa ukubwa nchini Israel baada ya Yerusalem na Tel Aviv. Haifa ni nyumbani kwa bandari kubwa zaidi nchini Israel, bandari ya Haifa, ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa bidhaa na mafuta. Pia mji huu ni makao makuu ya taasisi za elimu na utafiti kama vile Israel Institute of Technology na chuo kikuu cha Haifa. Viwanda vikubwa vya kemikali kama vile Bazan Group pia viko katika mji huu na hivyo kufanya Haifa kwa kitovu cha viwanda na teknolojia nchini Israel. Mnamo tarehe 15 Juni mwaka huu Irani imezindua mashambulizi makubwa ya makombora ya dhidi ya miji ya Israel, ikiwa ni sehemu ya kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya awali ya Israel dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Irani. Haifa imekuwa ni mojawapo ya miji iliyolengwa, ambapo makombora yalipiga eneo hilo ikiwa ni pamoja na viwanda vya kemikali na maeneo ya makazi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa na majeruhi zaidi ya 380 huku baadhi ya maeneo yakiteketea kwa moto mkubwa. Irani ilidai kutumia mbinu mpya za kijeshi ambazo zimeweza kupenya mifumo ya ulinzi ya anga ya Israel kama vile Iron Dome. Hata hivyo baadhi ya makombora yamefanikiwa kupita na kuleta uharibifu mkubwa katika miji ya Haifa, Tel Aviv na maeneo mengine. Mashambulizi haya pia yamelenga maeneo ya, ya kibiashara na viwanda na hivyo kuathiri uchumi wa taifa la Israel. Mashambulizi dhidi ya Haifa, mji wenye viwanda vikubwa vya kemikali na bandari kuu, yameleta athari kubwa kwa uchumi wa Israel. Kiwanda cha Bazan Group kilipata uharibifu mkubwa, na hivyo kupunguza uzalishaji wa mafuta na kemikali muhimu. Pia bandari ya Haifa ilifungwa kwa muda kutokana na uharibifu na hofu ya usalama, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa katika usafirishaji wa bidhaa na mafuta. Viwanda vingine vya kiteknolojia na kemikali pia vilikumbwa na athari za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kutokana na mashambulizi haya. Lakini pia mashambulizi haya yamesababisha vifo vya watu zaidi ya kumi na majeruhi zaidi ya 380 wengi wao wakiwa ni raia wa Haifa. Maeneo ya makazi yaliteketea kwa moto mkubwa na hivyo kulazimisha wakazi wengi kukimbia makazi yao kwa muda. Huduma za afya zilijikuta kwenye changamoto kubwa kutokana na ongezeko la majeruhi na uharibifu wa baadhi ya miundombinu ya hospitali. Pia mashambulizi haya yameathiri hali ya usalama na amani katika miji mingine ya Israel, huku wakazi wakiwa na hofu na mashambulizi zaidi. Mashambulizi haya pia yamelazimisha jeshi la Israel kuhamasishwa kwa kiwango cha juu na kuimarisha ulinzi wa angani wa pwani. Miji mingine kama Tel Aviv na Ashdod zimejiandaa kwa mashambulizi mengine, huku hali ya tahadhari ikitawala kwa siku kadhaa. Pia mashambulizi haya yamesababisha kuongezeka kwa mvutano kati ya Israel na Irani, na hivyo kuathiri usalama wa kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Sasa Haifa ni muhimu sana kwa Israel na ni nyumbani kwa viwanda vikubwa vya kemikali kama vile Bazin Group na viwanda vya teknolojia kama vile Matam High Technical Part. Viwanda hivi vinachangia sehemu si kubwa ya pato la taifa na ajira kwa wananchi. Uharibifu wa viwanda hivi umesababisha kupungua kwa uzalishaji na kuathiri uchumi wa taifa. Lakini pia bandari ya Haifa ni lango kuu la Israel kwa bidhaa zinazotoka na kuingia. Mashambulizi dhidi ya bandari hii si tu huathiri Israel bali pia huathiri biashara za kikanda katika maeneo ya Mediterania ya mashariki. Lakini pia hiki ni kituo cha elimu, moja ya taasisi bora kabisa za teknolojia duniani iko Haifa, ni chimbuko la uvumbuzi mwingi wa kijeshi na kiraia. Ushambuliaji dhidi ya mji huu ni jaribio la kuathiri maendeleo ya kiteknolojia ya taifa. Tofauti na miji mingine, Haifa imesifika kwa kuishi kwa maelewano kwa jamii za Kiyahudi Kiarabu, Waislamu na Wakristo. Mashambulizi ambayo yamelenga raia yamezua wasiwasi kuwa yanahatarisha hali hiyo ya maelewano ya kijamii. Mashambulizi ya Irani dhidi ya Haifa yameleta athari kubwa kwa Israel, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa miundo mbinu ya viwanda, bandari na maeneo ya makazi. Haifa kama mji wa kimkakati na kihistoria, ina umuhimu mkubwa kwa Israel katika nyanja za kiuchumi, kijamii kiusalama. Mashambulizi haya yameonyesha uharibifu mkubwa katika mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel na kuleta changamoto kubwa kwa usalama wa taifa. Hali hii inahitaji juhudi za pamoja na za kidiplomasia, kijeshi na kiuchumi ili kurejesha amani na usalama katika mji huu na katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati.